Kinachowasukuma kufanya jambo ambalo wewe Mungu ujaliamuru. Bwana, shuka katikati yetu ukakiondoe hicho kitu, ili pasiwepo na aina yoyote ya uharibifu itakayotia doa taifa letu. E Mwenyezi Mungu, wewe ambaye umetufanya kwa akili na kwa namna ya ajabu, sikia maombi yetu, sikia dua zetu tunaiweka mikononi mwako serikali iliyopo ambayo ndio inaenda kumaliza muda wake. Sisi waja wako, watumishi wako, umetuamuru kuitii mamlaka, maana hakuna mamlaka ambayo iliyopo isiyotoka kwako, na hii iliyopo imeamuliwa na wewe, na anayemwasi mwenye mamuraka huwa anamwasi Mungu. Hatuko tayari kuwa waasi Mungu. Tujalie moyo wa unyenyekevu, moyo wa kujidhili. Wewe Mungu usaitiwi, wewe Mungu unajitosheleza, wewe ni hodari katika kila kitu. Hivyo Bwana, sisi viongozi wa chini mbalimbali, tunanyenyekea mikononi mwako. Tunawaweka viongozi wetu wote, kuanzia rais, mawaziri wabunge wote, majeshi ya ulinzi yote, tunayoweka mikononi mwako. Tunataka Mungu, taifa letu na nchi yetu ikae salama mikononi mwako, na sisi tunaoabudu, tunapoingia katika nyumba za ibada, Bwana, ukaonekane kuwa pamoja nasi, ukatamalaki katikati yetu, ukatuonyeshe wema wako na si huruma zako na si fadhili zako na kuleta kila mtu mkononi mwako Mungu, uhai wa watanzania ungali unathamani mbele za uso wako. Asante Mungu, kwa sababu utatulinda kwa kipindi hiki tunachoendea uchaguzi, utatulinda wakati wa uchaguzi, utatulinda baada ya uchaguzi. Naam, na hata baada ya uchaguzi takapowapishwa walioshindwa walioshindwa wawe amani, na amani, uwape amani ya kukubali kwamba wameshindwa, na walioshinda uwape moyo wa kuiunganisha nchi yetu ili endelee kuwa katika hali ya amani, utulivu na upendo. Bwana najua unasikia, na tayari umesikia maombi yetu. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mungu kwa sababu unatupenda. Asante Mungu kwa sababu unatuwazia mawazo mema. Asante Mungu kwa sababu sisi tupo kwa sababu wewe umetaka tuwepo. Tunarudisha sifa, tunarudisha utukufu, tunarudisha shukurani kwako. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu, mwana kondoo wa Mungu uliyechinjwa ukamnunulia Mungu wa kabila na taifa na lugha na jamaa mbalimbali, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani, nao wamiliki juu ya nchi. Tupe nasi kumiliki kwa utukufu wa jina lako Baba. Ninakushukuru, ninakutukuza, nasema asante. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushi